Katika kijiji kidogo karibu na mto aliishi kijana mwenye umri wa miaka 16 aitwaye Baraka. Familia yake ilikuwa maskini. Baba yake alikuwa fundi seremala na alikuwa na karakana ndogo ya mbao ambayo haikupata faida kubwa. Baraka hakuwa mwanafunzi bora shuleni lakini alikuwa na nguvu moja ya kimya. Hakuwahi kukata tamaa. Kila asubuhi kabla ya jua kuchomoza juu ya miti, Baraka alikuwa anaamka na kukimbia kando ya mto. Ndoto yake ilikuwa kuwa mwananadha maarufu na kuchaguliwa kujiunga na chuo cha michezo cha wilaya. Akifanikiwa, angeweza kujifunza kama mwanariadha halisi, kumfanya baba yake ajivunie na siku moja kusaidia kukuza ile karakana ndogo ya mbao kuwa biashara kubwa. Lakini kulikuwa na tatizo: kila mara alikuwa anashindwa. Kwa miaka miwili alishiriki katika kila mbio za kijiji, lakini kila mara alimaliza wa pili au wa tatu. Rafiki zake wakamwambia Baraka, labda mbio si zako, unapoteza muda. Lakini Baraka hakuwajali, aliendelea kukimbia kila siku bila kukosa. Siku moja ya mvua alipokuwa akikimbia, aliteleza kwenye matope na akaanguka vibaya. Nguo zake zikachafuka na kifundo cha mguu kikamuuma sana. Aliketi chini ya mti, mvua ikimnyeshea usoni, na kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu machozi yakamtoka. labda wanasema kweli, akasema kwa huzuni, nimejaribu sana kwa muda mrefu, lakini bado nashindwa. labda mimi si mzuri vya kutosha. Wakati huo huo, mkulima mzee aliyekuwa anapita na ng'ombe wake alisimama na kumuuliza kwa upole, kwa nini unalia mwanangu? Baraka akamjibu, kila siku nakimbia, natoa nguvu zangu zote, lakini kila mara nashindwa. naona kama napoteza muda wangu. Mkulima akasema, ngoja nikuambie jambo moja. Unaona yale mianzi pale shambani? unajua inachukua muda gani mbegu ya mianzi kukua? Hapana, sijui. Mkulima akamwambia, miaka mitano. Kwa miaka mitano unaimwagilia maji unailea, lakini hakuna kinachotokea juu ya ardhi. Kisha ghafla ndani ya wiki chache tu inakuwa hadi kufika futi themanini. Je, ilikuwa inaanza kukua ghafla? La, ilikuwa ikikua chini ya ardhi, ikijenga mizizi imara. Akamtazama Baraka kwa upole na kusema, mwanangu wewe unakuwa mizizi yako, usikate tamaa. Sasa maneno yale yalimwamsha Baraka. Tangu siku hiyo alianza kukimbia, si kwa ajili ya kuwathibitishia wengine, bali kwa ajili ya kujithibitishia yeye mwenyewe. Mvua au jua, baridi au joto, Baraka alikimbia. Alitazama video za wanariadha mashuhuri, akajifunza kupumua vizuri, kuweka muda sahihi na kusimama kwa usahihi. Taratibu, bila makelele, alizidi kuwa imara. Mwaka mmoja baadaye ulifika siku kubwa, mashindano ya mbio za shule za wilaya. Mshindi wa kwanza angechaguliwa kujiunga na chuo cha michezo cha wilaya. Uwanja ulikuwa umejaa wanariadha wenye nguvu kutoka shule za mjini. Baraka alisimama kimya kati yao. Filimbi ilipopigwa, Baraka alianza kukimbia, si kwa haraka sana, bali kwa utulivu na umakini, kama alivyojifunza hakuogopa. Alipokuwa akipitwa, hakusimama. Miguu ilipoanza kumchoma, aliendelea kwa mwendo wake wa kawaida, na katika mita 200 za mwisho kitu fulani kilitokea, mwili wake ukawa mwepesi kana kwamba uliumbwa kwa ajili ya wakati huu. Mmoja baada ya mwingine akawapita washindani, hadi akavuka mstari wa mwisho akiwa wa kwanza. Rafiki zake na walimu walishangilia kwa furaha, na baba yake alibaki amesimama ya mikono mdomoni, machozi akimtoka. Baraka alichaguliwa kujiunga na chuo cha michezo cha wilaya, lakini zaidi ya yote sasa aliamini ndani ya yake mwenyewe. Miaka kadhaa baadaye, Baraka alirudi kijijini kwake, akaenda kumtembelea yule mkulima mzee, aliyekuwa sasa amekaa kivulini chini ya mti wa membe kubwa. Baraka katabasamu na kusema, kwa maneno yako ya hekima nilijipata mwenyewe. Asante. Kama nisingeyasikia siku ile, labda ningekata tamaa. Mkulima akamtazama kwa macho yenye upole na kusema, "Nafurahi maneno yangu yalisaidia Baraka, lakini kumbuka, ni wewe uliyekataa kuacha. Nguvu hiyo ilikuwa ndani yako tangu mwanzo." Funzo la hadithi: mambo makubwa huchukua muda. Ukiona matokeo hayaji mara moja, haimaanishi juhudi zako zimepotea. Kama mianzi, mizizi yako inaweza kuwa ikikua chini kwa nguvu, ikikuandaa kwa mafanikio makubwa yajayo. Maisha ni kama mashindano. Wengi hukata tamaa kabla hawajafika mafanikio, lakini wale wanaobaki wavumilivu, wenye nidhamu na wanaoamini waaoakwawea ndani yao hao ndio hushinda mwishoni. Kwa hiyo haijalishi ndoto yako ni nini, endelea kusonga, wakati wako utafika.